Aa, leo bwana kwa utulivu sana sana naomba unisikilize. Ninataka nikuelekeze namna ambavyo sisi tumepambana na mafua hapa shambani kwetu. Aa, kwa muda mrefu sana tumekuwa hatupati ugonjwa wa mafua hapa shambani. Ni jinsi gani tumepambana nao? Basi sikiliza hii video nitakuelekeza tena bila ya kutumia, eh, dawa za dukani. Aa, sasa kwanza ni niwapeleke mahala ambapo tuliaza tuli, tuli kuchukua hatua, niwapeleke kwenye hili banda. Maana sisi hapa vitu karibia vyote tunafanya kwa, kwa vitendo zaidi. Uh, eneo la kwanza ni mzunguko wa hewa bandani. Hili banda bwana lilikuwaga kila tukiweka, e, vifaranga wanapata mafua, kwa sababu hilo eneo hapo juu ndio zilikuwa zinafika hizo bati, manake dilisha lilikuwa ni dogo huku juu. Kwa hiyo tulichokifanya tuka tukaliondoa hilo, hilo eneo na uh, kuku naona hapa wamepasua yai, lakini unaweza kuona wamepasua yai hawajala Yaani, hawajala. Hii yote ni kwa sababu ya kanuni ambazo tunazitumia. Ukitumia kanuni yetu ya, ya, ya kuku kutaga ambayo tunatumia hapa shambani, ipo kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji uta, utakutana na vitu kama hivi, yaani yai limepasuka, lakini kuku hawajala. Kwa hiyo kuku hawawezi wakala mayai yao. Kutumia kanuni ya KingoFarm kwa ajili ya kuku wako, ipo kwenye kitabu cha safari ya ufugaji, kinapatikana kwa shilingi elfu kumi. Tunauza soft copy kwa njia ya WhatsApp, tunakutumia na wale wote ambao mnafuga kuku wa layers, sisi pia tunatumia kwa hawa kuku ambao unaona hapa na wanataga mayai mengi sana, wanataga kwa asilimia tisini na tano. Uh, kwa kwao unaweza ukatumia pia sasa. Uh, kutokana na kwamba huu mfumo kwetu ulikuwa ni mzuri, unaweza ukaona mabanda yetu yote hapa shambani yameshuka sana maadilisha tumeyashusha sana chini maadilisha. Wapo wafugaji ambao wanaogopa baridi kuliko mafua. Jamani, mafua yanaua, lakini baridi kuikinga ni rahisi sana, kwa sababu pia, kwanza, kuku mwenyewe na manyoya. Kuku akiwa na manyoya, e, kupata baridi sio kwa kiwango ambacho sawa na wewe ambaye e, mwili wako una, una ngozi. Jambo la pili ba, nimetoka kuelekeza kwenye video iliyopita matumizi ya pilipili. Matumizi ya pilipili pia yanamwongezea joto kuku. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi, tengeneza mzunguko mzuri wa hewa. Aa, yaani hakuna kitu ambacho sisi KingoFarm tunakizingatia kama mzunguko wa hewa. Mfano tu mdogo unaweza ukaona hawa vifaranga wadogo kabisa, lakini wakati wa mchana tunahakikisha wapo kwenye mazingira ambayo hewa inazunguka vizuri, na haya matubai ambayo unayaona e, wakati wa usiku ambao e, kidogo kunakuwa kuna baridi, na tukiwa tumewasha jiko tunakuwa tumeyashusha chini kwa ajili ya kuzuia baridi, lakini asubuhi tu tunapandisha tuna, tuna juu ili tuweze kupata mzunguko mzuri wa hewa eh, mahala ambapo vifaranga wanakuwa wana, wana, wana wapo. Hii inazuia mafua, lakini pia hii inazuia vifo vya ghafla. Nadhani waga mnapata eh, kuku wanapata vifo vya ghafla. A, jambo jingine muhimu kabisa ambalo tunalifanya hapa ni matumizi ya hii chanjo. Sasa hii chanjo bwana inaitwa ND plus IB. Hii ni chanjo ya kideli lakini pia ni chanjo ya mafua. Hii chanjo kwa broiler unawapa siku ya saba lakini kwa hawa Chotala huwa tunawapa siku ya saba pamoja na siku ya ishirini na moja. Kwa hiyo hii chanjo ni muhimu sana sana. Hii chanjo inauzwa gharama na upatikanaji wake kidogo ni mgumu. Lakini sisi hapa shambani, binafsi kwa sababu tunajitahidi kwa gharama yoyote ile tuweze kuipata kwa sababu kama kuku wako ikatokea wakapata mafua hata kuwatibia inakuwa ni rahisi kuliko mtu ambaye hajawapa hii chanjo au inaweza kuwazuia kabisa kuku wako kupata mafua. Na tuishii hapo tu we, kuwapa hii chanjo kuna mambo mengi ambayo tunayafanya. Nadhani nisikilize vizuri, e, mpaka mwisho wa hii video. Naamini kabisa itakusaidia ita, ita kwa kiwango kikubwa. Lakini nakukumbusha kuna vitu vingi yani, kama hivi vitu ambavyo ninawaambia hapa ni vitu ambavyo wana familia ambao wapo kwenye kundi letu la WhatsApp la ufugaji walianza kuvifanya muda mrefu sana, yani kwao ni marudio. Kwa hiyo unaweza kujiunga na kundi letu la WhatsApp kwa mafuzo ya muda wa miezi miwili, ada yake ni shilingi elfu nane. Kwa kulipia shilingi elfu nane unatutafuta kwenye hiyo namba ya simu a, uwasiliane na sisi ili tuweze kukupatia utaratibu mzima wa kujiunga na kundi la mafuzo ya ufugaji. Aa, kwenye kufuga bwana, kila siku mambo yanabadilika, dawa zinabadilika. Kwa hiyo unahitaji kuwa na jumuiya fulani, yani uwe kwenye makundi fulani ya ufugaji, ambayo yanakuwa yanakupa kwamba hichi kitu sasa hivi kinafanyika hivi, zamani kilikuwa kinafanyika hivi, sasa hivi kinafanyika hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiunga na kundi letu. Kwa nyinyi wafugaji, tunaelekeza kwa vitendo, yani kwa mfano unaweza ukaona Uh, hii video hapa nilikuwa na, kuna kitu nilikuwa nawaelekeza wafugaji ambao wapo kwenye kundi la ufugaji. Ni mafunzo ambayo nilikuwa nawapatia, uh, leo hii kitu cha kuweza kufanya kwenye hawa vifaranga. Kwa hiyo unajifunza kwa mtindo huo kwa shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Uh, lakini pia tunavyo vitabu uh, hivi hapa ambavyo tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Vitabu ni vinne, kuna hicho cha ufugaji wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler, safari ya ufugaji na tiba za asili. Ni vitabu vizuri sana ambavyo wafugaji wengi wamevitumia na wamepata matokeo. Kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Tunakutumia kwa njia ya WhatsApp kama hivyo ambavyo umeona hapo kwenye hiyo picha. Uh, jambo jingine ambalo tunalifanya hapa uh, ndio maana hatupati mafua shambani kwetu ni matumizi ya tiba za asili ambazo ni kinga kwa ajili ya mafua uh, uh, sisi hapa bwana, haiwezi ikapita siku au siku mbili hawa kuku wetu hatujawapa tiba za asili. Sisi hizi tiba tunazitumia na matokeo yake tunayaona, ndio maana tuna tunacho kitabu cha tiba za asili, tiba ambazo sisi wenyewe tuna practice kama hivi, tunaandaa tuna hizi dawa tunawapa. Hizi ni tiba, unaweza ukawatibia wakiwa na mafua, lakini pia unaweza ukazitumia wakiwa e, hawajapata mafua kwa ajili ya kuwakinga. Vitu kama vile kitunguu saumu, tangawizi, pilipili, kuna uh, asali, ni vitu ambavyo tunavitumia sana hapa shambani kwetu, kwa vipimo sahihi. Kuna kipimo kwa ajili ya kinga, kuna kipimo kwa ajili ya tiba. Ndio maana hawa kuku wanakuwa ni ngumu sana kuweza kupata mafua. Kwa hiyo ndio mifumo ambayo tunakuwa tunaitumia. Kwa maelekezo zaidi, ukitaka kujifunza zaidi, jiunge na kundi letu la ufugaji, lakini pia unaweza ukapata vitabu uh, unaweza uka bonyeza ukabonyeza hapo kwenye hiyo video ukatazama video yetu ya hivi karibuni, e, darasa ambalo tumelitoa hapa YouTube. Lakini pia ukibonyeza kwenye hiyo alama ya WhatsApp, basi moja kwa moja itakupeleka WhatsApp, ili uweze kuwasiliana na sisi kama unahitaji kitabu au kuungwa kwenye kundi ya santeni na kwa elini.